takatifu sura ile ya tano, moja mpaka tisa. Mahali hapo neno limetuzwa hivi: maana baada ya hayo palikuwa na sikukuu ya Wayahudi, na Yesu akakwea kwenda Yerusalemu na huko Yerusalemu, penye mlango wa kondoo, pana birika iitwayo kwa Kiebrania Betzatha, nayo ina matao matano. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala vipofu, viwete, nao waliopooza, wakingonya maji yachemke. Kwa maana kuna wakati ambapo maraika hushuka akaingia katika ile birika akayatibua maji, basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa akapona ugonjwa wote uliokuwa umempata. Na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka thelathini na minane. Yesu alipomwona huyo amelala, naye akijua yakuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, akamwambia, wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia milikali maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi, mtu mwingine hushuka mbele yangu. Yesu akamwambia, Simama, jitwike godoro lako uende. Mara yule mtu akawa mzima, akajitwika godoro lake akaenda nayo. Ilikuwa ni siku ni Sabato siku hiyo. Amen, tukae tumtazame Bwana aliye tumaini. Bwana Yesu asifiwe. Unamtazama nani kwenye maisha yako? Jibu alilokupa kaa nalo kimya, lakini niulizie swali la pili, wewe umekaa miaka mingapi kwenye Ukristo? Muulize ana miaka mingapi kwenye Ukristo, alafu nitazame mimi. Bwana asifiwe! Kama una amani tupungiane mikono. Kwa nini nimeanza na maswali mawili? Nina dakika chache, muda umeenda sana. Amina. Kwa nini nimeanza na hayo maswali mawili? Jambo la kwanza, wenzetu wanasema tumtazame Bwana aliyetumaini letu. Amina. Sasa hebu check up kwenye moyo wako. Wewe unamtazama nani? <laughs> katikati ya maisha ulio nayo, jicho lako linamwangalia nani? Unaweza ukawa umejibu kirahisi kwamba ninamtazama Yesu, wakati kiunoni unailizi. Maanake hapo hapana Yesu ila pana ilizi, uone kama ni ulinzi wako. Ungejua Yesu peke yake ndiye anayelinda maisha yetu. Mm. Wengine tumaini lao liko kwa ndugu wenye hela, yeah. Yani, hapa alipo macho yake yako kwa ndugu yake aliyembea mm. Wengine aliyekeya mm. Wengine yuko mm. Daa, huyo ndio amekuwa mungu wake, akipiga simu anatetemeka. Wanadamu wanaweza, yeah. Tumeenda kitambaa cha suti Si uja elfu kumi kumi hivi ati itapauka leo wala kesho. Huyu ndiye mzee wake wa kanisa kijiji cha mita ili i atakukabidhi kakaibu kiatu nacho ni kizuri, ni kizuri kizuri, naona ili mpate kukiona kwamba sisi tumemtoa kwa kwa bahati mbaya hatukuweza kununua, lakini mtaangalia iende wapi. Na kwa sababu mnaangaikia choo kiishe mwezi huu wa tatu, basi sisi waisanga tunaomba tutoe mifuko mitano ya simenti.